Mwenyekiti wa kamati ya maadili ya kambi ya madaktari bingwa hospitali ya rufaa Maweni mkoani Kigoma, Daktari Ashrafu Bitaliho amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya ujio wa madaktari bingwa wanaotarajia kutoa huduma za kibingwa, huku akiwataka wananchi kujitokeza kwa wingi ili kupata huduma za matibabu. Kweli takwimu zinaonyesha changamoto hii imekuwa ikiwakumba wamama wengi kulingana na kliniki yetu ya huduma za magonjwa ya kina mama na uzazi imekuwa ikihelemewa na na na, na wagonjwa wenye, au wateja wenye changamoto hiyo. Kwa hiyo ndio maana tumeweka mkazo na tumemwalika bingwa bobezi kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, ambao wao wako mbele zaidi, wanafanya ile upandikizaji mimba kwa njia za kisasa. E, atakuwepo mtaalamu kutoka kwenye kitengo hicho katika hospitali ya Muhimbili, kwa ajili ya kuja kuwasaidia wananchi wa mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi wa maeneo ya Kigoma na mikoa ya jirani, wenye changamoto hiyo ya masuala ya uzazi na kushindwa kushika ujauzito, basi wafike hospitali ya Maweni kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 30 mwezi Mei mwaka 2025. Mtaalamu huyo atakuwepo na vipimo mbalimbali vyenye kubaini kiini au changamoto ya tatizo hiyo, alafu na matibabu na ushauri utatolewa. Nimemwalika bingwa bobezi kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, ambao wao wako mbele zaidi, wanafanya ile upandikizaji mimba kwa njia za kisasa. E, atakuwepo mtaalamu kutoka kwenye kitengo hiko katika hospitali ya Mwimbili kwa ajili ya kuja kuwasaidia wananchi wa mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi wa maeneo ya Kigoma na mikoa ya jirani wenye changamoto hiyo ya masuala ya uzazi na kushindwa kushika ujauzito, basi wafike hospitali ya Maweni kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 30 mwezi Mei mwaka 2025. Sasa changamoto ya kushindwa kushika ujauzito ina visababishi vingi inasababisha e, vingi e, miongoni mwao ikiwa ni pamoja na magonjwa mbalimbali e, lakini pia mtindo um, wa maisha e, na vingine vingi kwa kwa hiyo nisi, nisiwa preempti e, tuwape nafasi wananchi wafike hospitali ya, ya, ya Maweni wataonana na mtaalamu bingwa bobezi kwenye eneo hilo, alafu maswali mengi pamoja na huduma e, nyingi zitatolewa hapo kwa, kwa, kwa, kwa upana wake. Hii ni hatua muhimu katika kuboresha huduma za afya kwa wananchi wa Kigoma na maeneo jirani na ni nia yetu kuhakikisha kila mtu anapata matibabu bora na kwa wakati. Kambi hii ni juhudi za serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Afya kutoa huduma za matibabu za kisasa jirani na wananchi kwa kipindi cha siku tano ili kuwapunguzia gharama na kero za kusafiri kuzifuata huduma hizi katika mikoa ya Mwanza, Dodoma na Dar es Salaam. Eh, huduma hizi zitajumuisha magonjwa ya watoto, mifupa, upasuaji, masikio, pua na koo, macho, uzazi na changamoto za kupata ujauzito. Pia kambi hii itakuwa na vipimo vya kisasa kama CT scan, x-ray, ultrasound, mammography na vipimo mbalimbali vya maabara. Lengo ni kutoa huduma kwa wananchi takriban elfu mbili ndani ya kipindi hiki ikilinganishwa na takwimu za huduma zilizotangulia. E, wananchi wa Kigoma na maeneo ya jirani wanahitaji huduma za kibingwa ambazo awali zilikuwa zinapatikana mbali na kwa gharama kubwa. Lakini kwa sasa, kupitia kambi hii, tunawahakikishia upatikanaji wa huduma bora zitakazomsaidia kila mmoja kwa mahitaji yake. Kambi hii itatoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi nyongeza ambazo hapo awali zilikuwa hazijafanyika. Mfano huduma kwa wenye changamoto za kupata ujauzito, kitaalam infertility Uwama. Uhamasisho kwa wananchi, nawaomba nyote waandishi wa habari mwendelee kuwa mabalozi wa taarifa hizi, mwahabarishe wananchi kwa nguvu zote kuhusu fursa hii muhimu. Kwa pamoja tunaweza kuhakikisha huduma hii inawafikia wote wenye mahitaji. Mwisho, napenda kuwaambia na kuwahakikishia kuwa hospitali yetu iko tayari kikamilifu kutoa huduma hizi za kibingwa na bobezi.